Hilo la kwanza. Jambo la pili, jambo la kwanza hamna ushahidi kama huo. Jambo la pili, mimi mwenezi wa chama cha mapinduzi, mkoa wa Arusha, sina mgombea, sina mgombea, na hii nataka niweke clear. Unajua eh, nyewe waandishi wa habari wa eh, msipo msipoambiwa mambo ya, mambo ya, ya, ya ukweli na bayana, mna tabia ya kunyooka na upande mmoja. Mimi saiplani mwenezi wa CCM wa mkoa wa Arusha, sina mgombea na hakuna mtu aliyochukua fomu. Ukisema Saiplan ni kampeni menaja wa fulani kwa fomu hipi, yani tunaenda kumnadi huyo mtu kwa fomu hipi aliyochukua? Unaweza ukamnadi mkuu wa mkoa kuwa mgombea, sasa ukuu wake wa mkoa ameuacha? Kwa hiyo hizo nataka nikwambie hizo tumesha waambia mara nyingi, waandishi wa habari. Huu ni mwaka wa maneno, huu ni mwaka wa maneno, na mengi yatakuwa ya uongo ya kusikia na hiyo ya kushindikizwa, kwamba tuna ushahidi tuna nini. Ni maneno ya urongo yatajaa kipindi hichi. Sasa mimi nafanya kazi bandarini, sitishwi na honi ya meli, niko kwenye taasisi ya siasa taasisi ya siasa ni maneno. Kwa hiyo maneno kama haya yanapokuja, hayawezi yakaniondoa katika focus. Lakini ya nataka nikwambie, ndugu mwandishi wa habari, ndugu yangu Kusaga, sina mgombea. Chama hiki hakina mgombea na tunasubiri kuanzia tarehe ishirini na nane wanachama wenzetu wajitokeze ambao watataka kugombea nafasi za ubunge na sisi kama chama Tutahakikisha tunatenda haki katika kuhakikisha kila mmoja anapata kile ambacho anastahili. Plan ikapita huku, mara tumesikia yaani hayo maneno mtayasikia. Na yatasemwa sana. Kwa nini yasemwe sasa? Sasa yasiposemwa kwa saiplani anasemwa kwa nani? Viongozi wako wengi, kwa nini wao hawataji? Kuna katibu, kuna mwenyekiti lakini ni mwenyezi. Yaani wewe, ngoja nikuulize, nani kusunani. Sasa, wabunge wetu hawa bado hawaja bado ukomo wao haujafika. Madiwani leo ndio mnaona ndio ukomo wa madiwani. Kwa hiyo, tukimkuta diwani sasa hivi anapita kwa wajumbe kule kwenda kuzungumza nao, au kuwapelekea chochote, tunakiita tunakiita rushwa. Mbunge bado. Mbunge bado bado, tunasema anahudumia, anaendelea. Kuna kazi za mbunge ndani ya chama na kuna kazi za mbunge ndani ya umma kazi za chama ndani ya umma. Kwa kazi aliyoifanya siku ile ambayo mliniona na mimi anagawa gesi ni kazi ya mbunge ndani ya chama. Ni, ni kazi ya mbunge. Ilikuwa ni utekelezaji wa ilani. Diwani alikuwa anatekeleza ilani pale, mbunge akapita kuhakikisha anaendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Sio. Lakini anatoa fedha ile sio yeye mbunge. Anatoa mke wake na tunaelekea kwenye nyakati hizi za uchaguzi. Mm -hmm. Rushwa tunaitafsiri vipi tukisema kwamba mtu anapotoa fedha anafanya kazi ndani ya chama? Yaani rushwa ile tafsiri wakati gani ni sahihi au mke wake ni nani ndani ya chama? Yaani chama, tafsiri ya watu wasione rushwa hapo tunaipata. Na nyakati gani tunasema hii ni rushwa? Sasa na sasa sio. Sasa katika swala la kuhudumia, katika swala la kuhudumia wewe katika nafasi yako. Sisi tunaendelea kulichukulia unahudumia katika nafasi ile, katika maneno aliyo yasema ya, ya kwamba mke wake ndo katua ile nauli aye, sasa ni ya kwake, ayo nitakuwa mmuulize hivi mke wako ni nani kwa wajumbe wa CCM? Nyie ndo mtakuwa mkamuuliza sasa. Nyie waandishi wa habari mliona, mliona statement yangu ya kukemea rushwa, na nimekemea rushwa mbele yake, na siwezi kuacha kukemea rushwa katika ahadi za mwana CCM namba sita: rushwa ni adui wa haki, sitotoa wala kupokea rushwa. Kwa hiyo swala la kukemea rushwa tunalikemea kweli kweli. Kwa hiyo swala la kwamba mke wangu amewapa nauli, muulizeni yeye mke wake ni nani kwenye chama. Sasa mkija kuniuliza mimi, mnakuwa mnanionea mimi. Najua mbunge katoa gesi na alisema pale mbele yangu, najua ni katika kuake, kuendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Swala la elfu tano, sasa mkamuulize ilikuwaje mke wako akatoa elfu tano kwa wajumbe chama. Mjaona umuhimu wa kumuuliza nyinyi, mjaona umuhimu wa kumuuliza mje mniulize mimi, sababu ilikuepo pale, ah, kuepo pale sio sababu, kwa sababu nyie mmeshaona nyie, mmeona mmesema, mmeona comment za wananchi wakikemea kwamba ni swala la rushwa. Sasa na nyie mchukue hizo jitihada hizo hizo, yani maendeleo ni ya kwetu sisi na nyinyi na nyinyi waandishi wa habari, na nyinyi ndio mliwabarisha umma kwamba mimi na mke wangu anawapa shilingi elfu tano cha kwanza kabisa, kesho yake mngetakuwa mkamoja hivi, imekuwaje mke wako akawapa shilingi elfu tano?